Msemaji wa familia adai MC Pilipili alipitia mateso kabla ya mauti. Familia yathibitisha kuwepo kwa majeraha, polisi yasisitiza uchunguzi unaendelea. Msiba wa mchekeshaji na mshereheshaji mashuhuri Emmanuel Mathias, anayejulikana zaidi kama MC Pilipili, umeendelea kuibua maswali mazito baada ya familia kueleza kuwa mwili wa marehemu ulionekana kuwa na alama za majeraha. Taarifa hizi zimeongeza ukakasi kuhusu mazingira halisi ya kifo chake kilichotokea siku ya Jumapili tarehe 16 Novemba mwaka 2025, jijini Dodoma. Kauli ya msemaji wa familia: alipitia mateso. Paschal Maingu anayezungumza kwa niaba ya familia amesema kuwa maelezo ya awali waliopokea kutoka kwa mmoja wa ndugu wa karibu yameacha familia katika kufadhaika na majonzi makubwa. Kwa mujibu wa Maingu, ndugu huyo alisema kuwa marehemu alichoka sana kabla ya mauti, na kuwa alionekana kupitia mateso fulani ambayo hayajaelezwa kwa undani. Maingu alifafanua kuwa kutokuwepo kwa ratiba ya mazishi hadi sasa kunatokana na familia kutaka ufafanuzi wa kina kutoka kwa mamlaka za usalama. Amesema wanasubiri ndugu walioko katika kituo cha polisi ambako taarifa rasmi zinakusanywa kabla ya kuchukua hatua zaidi za maandalizi ya msiba. Dada wa marehemu athibitisha kuwepo kwa majeraha. Mbele ya waandishi wa habari leo katika eneo la Swaswa nyumbani kwa MC Pilipili, dada yake ameeleza ya kuwa familia haikuweza kuona mwili mara baada ya taarifa za kifo kutokana na majukumu waliokuwa wakitekeleza wakati huo. Hata hivyo, walipofanikiwa kufika hospitalini mapema leo, walirizika kuwa kulikuwa na alama zinazoonekana wazi kwenye mgongo wa mwili wa marehemu. Kwa kauli yake, majeraha hayo yalionekana kutokuwa ya kawaida, jambo ambalo limesukuma familia kuomba uchunguzi wa haraka na wakina ili kufahamu kilichosababisha hali hiyo. Polisi, uchunguzi bado unaendelea. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Gallus Hyera, alipoulizwa kuhusu mwenendo wa uchunguzi wa chanzo cha kifo cha MC Pilipili, alisisitiza kuwa jeshi linaendelea kukusanya taarifa na vielelezo mbalimbali. Ameahidi kuwa taarifa kamili itatolewa mara tu hatua za awali zitakapokamilika. Kawaida, katika matukio ya vifo vinavyoibua maswali, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wataalamu wa uchunguzi wa vinasaba forensics, hufanya hatua kadhaa, ikiwemo uchunguzi wa mwili postmortem, uchunguzi wa mazingira ya tukio, kuhoji watu waliokuwa wa mwisho kuwa karibu na marehemu, uhifadhi na uchambuzi wa vielelezo. Hatua zote hizi huchukua muda, hasa pale dalili zinapohitaji ufafanuzi wa kitaalamu muktadha mpana vifo vyenye utata na taratibu za uchunguzi nchini. Katika historia ya matukio ya vifo vinavyoacha sintofahamu nchini, mara nyingi familia huomba uchunguzi wa kina, ili kulinda haki ya marehemu na kuhakikisha hakuna matokeo ya dhuluma. Kumbukumbu za matukio kama haya zimewahi kutokea katika mikoa mbalimbali ambapo taarifa za mwili kuonekana na alama au majeraha zimewahi kusababisha uchunguzi wa pamoja kati ya polisi, madaktari na viongozi wa jamii. Kisheria, utaratibu wa uchunguzi wa vifo vya aina hii unasimamiwa na sheria ya ushahidi na taratibu za uchunguzi wa mfululizo wa matukio Criminal Procedure Act, ambayo inatoa mamlaka kwa polisi kufanya uchunguzi pasipo shinikizo na kutoa majibu rasmi baada ya kukamilisha vipimo na taarifa kutoka kwa madaktari bingwa wataalamu wa masuala ya kijamii, uwazi ni jambo muhimu katika matukio kama haya. Wataalamu wa afya ya jamii na wanazuoni wa masuala ya haki za binadamu wanasema kuwa katika matukio ya vifo vinavyoibua maswali kama hiki, uwazi baina ya familia, polisi na mamlaka nyingine unasaidia kuondoa hofu na tetesi. Maoni yao yanaeleza kuwa majeraha yanayopatikana kwenye mwili hayamaanishi moja kwa moja kuwepo kwa uhalifu, lakini yanafaa kuchunguzwa kisayansi bila haraka wala shinikizo. Wasanii, mashabiki na wadau wa sanaa, majonzi yametanda. Habari hizi zimeendelea kugusa hisia za mashabiki wa sanaa hasa ikizingatiwa mchango mkubwa wa MC Pilipili katika ulingo wa burudani na ucheshi. Wasanii kadhaa wameendelea kutoa salamu za rambirambi, huku wakihamasisha mamlaka kushughulikia suala hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha familia inapata majibu sahihi. Hitimisho, kwa sasa familia ya MC Pilipili inasubiri ripoti rasmi ya uchunguzi, huku wengi wakiomba utulivu na subira wakati jeshi la polisi likiendelea na taratibu za uchunguzi wa kitaalamu. Mpaka sasa, taarifa rasmi kuhusu chanzo cha kifo hazijatolewa na maelezo yote yanayozungumzwa bado yanasubiri uthibitisho.